Wataka wananchi na waumini kwa ujumla pamoja na viongozi wa dini wasifanye shughuli ya kuendesha shughuli za kidini katika makanisa.